Endelea kufuatilia matangazo haya, endelea kubarikiwa hapo ulipo ukijiandaa kuchota mbaraka wa pumziko la Sabato inakuambia na utulivu wa nafsi na moyo tunapoenda kwa ibada sasa. Naomba tusimame wote. Baba yetu, Mungu wetu mtakatifu, tunaporejea madhabahuni pako, ukaseme na kila mmoja wetu kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Katika muda wote wa mikutano hii tumekuwa na programu maalum ya kurejea madhabahuni. Katika nyakati nyingi za Biblia watu wa Mungu waliojitenga na madhabahu walipata hasara kubwa katika maisha yao. Watu ambao walijiona wanajitosheleza bila Mungu hawakufika popote. Tunapoita wito wa kurejea katika madhabahu, hatuiti wito wa kujenga mawe fulani kwa ajili ya ibada, ila tunaita wito wa kurudisha moyo katika kumtambua Mungu kama muumbaji wetu. Tunaita wito wa kumuita kila mmoja wetu kuhakikisha katika maisha yake anatenga muda kwa ajili ya ibada. Ibada ni kutambua ukuu wa Mungu aliye chanzo cha uhai wetu. Ibada ni kumwambia Mungu, pasipo wewe mimi siwezi neno lolote. Ibada ni kumrudishia Mungu utukufu katika yote tunaita mafanikio, maana chochote unachodhani ya kwamba ulifanikiwa, ingekuwa Mungu hayupo usingeliweza. Ibada hii ya madhabahu ni mahali pa kukutana na Mungu, ni kuiambia nafsi yangu, ni kuiambia nafsi yako uhai nilio nao ni mpaka Mungu aniwezeshe. Tunaposema rudi katika madhabahu ni kutafuta kurejeshwa tena. Umeumizwa na dhambi, umeteswa na misongo ya maisha, umejeruhiwa na maisha kwa kila namna. Hakuna eneo la kupata uponyaji wa kweli isipokuwa madhabahuni. Madhabahuni ni mahali pa kushinda vita ya kiroho ambapo katika maisha yako yote unatakiwa ukumbuke hili wafilisti walipovamia israeli wakati wa mfalme sauli walienda madhabahuni wa israeli kutafuta uso wa mungu ndipo alipokuja Samweli na kutoa sadaka maandiko yanasema mungu akawasambaratisha kwa sababu alileta mvua ya moto radi ukisikia una mashambulio usiende kwa mganga Njoo madhabahuni. Ukiona kuna changamoto kwenye biashara yako usiende kupiga ramli, njoo madhabahuni. Madhabahu ni popote utakapodhamiria kuomba. Unaweza kubadili gari lako kwa dakika moja likawa madhabahu. Unaweza kubadili chumba chako kwa dakika moja kikawa madhabahu. Unaweza kujitenga kwenye pembe ya ofisi ikawa madhabahu. Wito huu ni kuwaita watu wote, mcheni Mungu na kumtukuza, msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Usisahau, pasipo Mungu hatuwezi kufanya neno lolote. Mpe utukufu, toa sadaka, toa shukrani, tamka ushindi katika kufanikiwa kwako. Kiburi kinapoota, kishushe katika madhabahu ya Bwana. Nenda mwambie Mungu, ni wewe uliyenifanikisha. Mwisho kabisa, Zaburi ishirini fungu la pili na la tatu anasema akutumie msaada toka patakatifu na kukutegemeza toka Sayuni. Mungu akamtendee mtu yeyote anayesikiliza, akamtimizie zaburi hii, akutegemeze toka Sayuni. Fumba macho tunapomwita Bwana ili aweze kutubariki. Baba yetu na Mungu wetu, tunakutambua wewe ndiwe Mungu uliyetuumba. Katika madhabahu tunapata nguvu, katika madhabahu tunapata mafunuo, katika madhabahu tunapata kurejeshwa upya, katika madhabahu tunapata msamaha wa dhambi, katika madhabahu tunapata ushindi wa dhambi, katika madhabahu tunainuka tukiwa tumeshinda vita ya kiroho. Nina kutukuza, maana kila ambaye yuko hapa, anayesikiliza, anayefuatilia, unakwenda kumpa ushindi katika madhabahu na kumpa nguvu ya pekee na kumtendea miujiza kwa sababu ya haki ya Kristo Yesu. Neema yako inatosha kwa jina la Yesu, tumeomba na kuamini, Amen.